Mzigo unaitwa Bastard na mimi msimulizi wako Rinyo wa Update TV. Mwandishi ni Nyemo Chilongani, mwandishi maarufu wa simulizi za Kiswahili. Sehemu ya kwanza. Watu zaidi ya elfu moja walikusanyika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Anzesebe ulioko jijini Motown nchini Kansas kwa ajili ya kumpokea msichana mrembo Luciana Ezekiel aliyekuwa maarufu kwa, kwa kuigiza filamu mbalimbali nchini Marekani. Msichana huyo aliyejizolea sifa nyingi alikuwa akitarajiwa kuingia nchini Kansas majira ya saa kumi na dakika ishirini na tano jioni akitokea Marekani kwa kupitia Nigeria, ambako huko alifanikiwa kuonana na wadau wa filamu na hatimaye kuendelea na safari yake ya kuelekea Kansas. Alikuwa msichana mrembo mno, ilikuwa ni vigumu kumwangalia mara moja na kuyahamisha macho yako na kuangalia pembeni. Jina lake lilikuwa kubwa duniani, na alikuwa mmoja wa wasichana wenye mashabiki wengi kupitia mitandao ya kijamii na sehemu nyingine duniani. Luciana alizaliwa nchini Kansasi kwa wazazi wake wote wawili kutoka nchini humo alikuwa msichana mweusi ambaye aliwakilisha waki nchi hiyo katika tasnia ya filamu duniani. Nchi hiyo haikuwa maarufu kwenye michezo wala mambo mengine, lakini ilikuwa ikijulikana kwa sababu tu ya Lushiana aliyetoka nchini humo, akiwa maarufu kwa kucheza filamu mbalimbali. Kwa mwaka huo alifanikiwa kuchukua tuzo zote kubwa za filamu duniani ikiwemo tuzo mbili za Oscar kutokana na kushiriki wake eh, mzuri katika filamu iitwayo Bloody in the Living Room na Peaceful Mind ambazo zilikuwa gumzo duniani kipindi hicho. Alichukua tuzo hiyo kwenye movie ya Blood in the Living Room kwenye kipengele cha mwigizaji bora wa kike, lakini pia akachukua kwenye kipengele cha mwigizaji bora wa kushirikishwa katika movie ya Peaceful Mind. Alikuwa na jina kubwa na mwanamke tajiri. Jarida la Forbes lilimtaja kuwa na utajiri uliokadiriwa kufikia dola milioni mia sita ambazo zilikuwa ni zaidi ya shilingi trilioni moja na pointi kadhaa za Kitanzania. Aliheshimika kila kona alipopita mbele yake alikuwa na mafanikio makubwa. Aliwahi kuwa kwenye uhusiano na wanaume wengi mpaka pale alipoamua kuishi peke yake mm -hmm, kwani alihisi kabisa mapenzi yakimuumiza zaidi na kushusha taaluma yake ya kuigiza filamu mbalimbali. Alikulia nchini Kansas kwa miaka kadhaa mpaka alipokimbizwa nchini Tanzania ambapo huko ndipo alipata mwanya wa kuigiza na kuelekea nchini Marekani. Maisha yake hayakuwa kama yalivyokuwa alipitia changamoto nyingi mpaka kufikia mafanikio aliyokuwa nayo kipindi hicho. Alikuwa akicheka, lakini nyuma ya kicheko chake kulikuwa na maumivu makali. Watu hawakuyajua hayo, waliyachukulia maisha yake kuwa mazuri kwa sababu tu alizaliwa kwenye familia ya kitajiri, kumbe haikuwa hivyo. Historia yake ilisikitisha na kuumiza, hakutaka kumwambia mtu yeyote kwa sababu alijua ni kwa namna gani maisha aliyoyapitia yalikuwa siri kubwa. Alirudi nchini Kansas baada ya miaka mingi kupita. Aliondoka akiwa hana jina kabisa, lakini alirudi akiwa maarufu na tajiri mkubwa. Hapo uwanja wa ndege watu walikuwa na furaha, walikuwa na fulana zilizokuwa na jina lake. Alipendwa, kila mmoja alitamani kuwa na mafanikio kama yeye. Hawakuamini kama hatimaye nao nchi yao ingetoa msichana aliyekuwa na kipaji cha kuigiza na kutetemesha Hollywood yote kama ilivyokuwa kwa Luciana. Ndani ya uwanja wa ndege huo kulikuwa na viongozi wengi akiwemo rais wa nchi hiyo bwana Derek Cosmas, mwanaume aliyekuwa na mwonekano mzuri, ndevu alizozichonga kwa staili ya o na kupendelea kuvaa miwani iliyomfanya kuonekana kwa kijana wa miaka thelathini, kumbe alikuwa na miaka hamsini na mbili. Aliongozana na mkewe Bi Paulina na viongozi kadhaa wa nchi, yaani kwa kifupi viongozi wote wa ngazi za juu nchini humo walikuwa uwanjani hapo kwa ajili ya kumpokea Luciana ambaye aliondoka Kansas akiwa hana jina, lakini hatimaye alikuwa akipokelewa kama shujaa fulani. Kikundi cha ngoma cha asili kilikuwa mahali hapo kikiendelea kutoa burudani. Watoto waliokuwa na maua nao walisimama imara kwa ajili ya kumpokea msichana huyo ambaye alitarajiwa kuingia hapo baada ya dakika chache. Muda ulizidi kusogea. Baada ya dakika kadhaa, ndege binafsi iliyombeba ikaanza ili kuonekana angani. Watu wakaanza kujisogeza na kukaa tayari, watoto wa maua waliandaliwa vizuri, na hatimaye ndege hiyo kuanza kutua, na iliposimama mlango ukafunguliwa na msichana huyo kutokeza, umati wa watu ukalipuka kwa furaha. Waandishi wa habari walisimama pembeni kidogo na kuanza kufanya kazi yao. Huyo Luciana hakuonekana kuwa mtu wa kawaida, alikuwa na uzuri wa ajabu kama malaika aliyeshushwa kutoka mbinguni na kuja kujaribu wanadamu hapa duniani. Alivalia gauni refu jekundu, ilikuwa na mpasuo kuanzia mguuni mpaka kwenye paja lake. Kichwani, nywele zake alizibana vilivyo kwa nyuma. Kwenye mkono wa kushoto alivalia saa nzuri ya dhahabu, huku mkono wake wa kulia ukiwa na kacha iliyokuwa na bendera ya nchi hiyo. Miguuni alivalia viatu virefu vilivyomfanya visigino vyake kuinuka. Shingoni mwake alikuwa na cheni ya kike, cheni ya gharama ambayo kwa kuiangalia tu isingekuwa jambo gumu kugundua alitumia gharama kubwa kuinunua. Mkononi mwake alikuwa na mkoba wa kike, hereni masikioni mwake na miwani iliyoongeza urembo wake. Machoni mwa watu alipendeza, alivutia, alikuwa na kila kitu ambacho kilionyesha mwanamke mzuri alitakiwa kuwa navyo alikuwa na mvuto wa kipekee ambao ungemfanya mwanaume yeyote yule kuingia majaribuni. Kila mtu aliyemwangalia mahali hapo hakuamini kama alikuwa akimwangalia Luciana, msichana aliyemtetemesha kila mtu aliyemwangalia ama hata kuangalia picha zake. Pale mlangoni aliposimama, hakupiga hatua yoyote ile. Alibaki akiwa amesimama huku akiwaangalia watu waliokuwa chini. Moyo wake ulikuwa na furaha tele kwamba hatimaye alirudi nchini Kansas akiwa na mafanikio makubwa. Baada ya sekunde ka, kama hamsini hivi akaanza kuteremka ngazi hizo, picha ziliendelea kupigwa zaidi. Uso wake ulikuwa kwenye tabasamu pana na kuamini kama kweli alifanikiwa kurudi nchini humo baada ya kuondoka miaka kumi iliyopita akakanyaga ardhi ya Kansas kwa mara nyingine tena, uso wake ukawa na furaha zaidi. Akasalimiana na rais, mkewe, viongozi wengine, na hatimaye kupewa maua na kuanza kupiga hatua. Kila mtu alikuwa akimshangaa, alionekana kuwa tofauti. Alikuwa mtu mweusi kama wao, lakini weusi wake ulikuwa tofauti, ule weusi wa pesa ulionekana kwa watu waliokuwa wakiishi Marekani au barani Ulaya alizungumza kidogo na waandishi wa habari na kuondoka mahali hapo kwa gari maalum lilokuja kumpokea na kumpeleka katika hoteli ya Jumanji iliyokuwa katika mtaa wa kitajiri wa Afrika Pai, hapo hapo jijini Nzesebe. Ndani ya gari macho yake yalikuwa yakiangalia huku na kule. Aliona majengo ya jiji hilo yalimkumbusha mbali mno jinsi ambavyo alivyokuwa akitembea kwa miguu akizurura mitaani huku akiwa kama mtoto wa mitaani ndani ya jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania. Moyo wake ulimuuma mno. Aliijua mitaa mingi ya jiji hilo, ilifanana na mitaa ya jiji la Dar es Salaam ambapo alizoea kuzurura huko akihitaji msaada wa chakula, hata pesa. Aliwakumbuka watoto wenzake ambao walikuwa naye mitaani, muda huo hakujua walikuwa mahali gani. Alitamani sana kuwaona kwa mara nyingine tena, kama wamengekuwa vile vile, awasaidie na kuwapa maisha mazuri angalau theluthi ya maisha aliyokuwa akiishi, Daniel alijisemea jina lake, jina jina hilo. Je, nini kitaendelea? E, usikose kufuatilia simulizi hii inaitwa Bastardi, imeandikwa na mwandishi wa vitabu mwandishi wa simulizi za kusisimua Nyemo Chilongani na kusimuliwa kwako na mimi Rinyo wa Rinyo Update TV. Hii ni sehemu ya kwanza na ndo mwisho wake ama tamati ya, ya sehemu ya kwanza Tukutane tena katika sehemu ya pili na nyinginezo nyingi zaidi. Usahau kusubscribe katika YouTube chaneli yetu Rinyo Update Tv.